Nishati ya gesi nchini ambapo serikali imesema ipo tayari kushirikiana na wadau wote katika kuhakikisha inafanikisha uandaaji na utekelezaji wa mkakati wa mawasiliano na wadau wote wa gesi kwa kuoanisha mahitaji ya sekta hiyo katika sekta ya gesi na sera ya nishati ya taifa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kitaifa wa wadau wa gesi jijini Dar es Salaam, kaimu katibu mkuu wa wizara ya nishati na madini mhandisi Paul Masanja amesema serikali haina budi kuimarisha ushirikiano na wadau wengine wa gesi ikiwa ni pamoja na kuondoa ubinafsi ili uvunaji wa gesi ufanyike kwa amani na utulivu. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Gania Jumbe kutoka jijini Dar es Salaam. Mkutano maalum ukiwashirikisha wadau wa gesi kutoka mikoa ya Lindi na Mtwara kwa ajili ya kuandaa mkakati wa miaka mitano wa mawasiliano na wadau wote wa gesi ili kuvuna nishani hiyo kwa amani na usalama akifungua mkutano huo jijini Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara Halima Dendego, katibu tawala wa mkoa wa Mtwara Alfred Luanda anasema wana jukumu kubwa la kuhakikisha wanafanya maamuzi sahihi kwa vizazi vijavyo. Ah, hivyo manufaa ya sekta hii ya gesi yataonekana kwa vizazi vyetu vijavyo, na sisi tunabakia kuwa na jukumu kubwa la kufanya maamuzi sahihi na maazimio ili kuhakikisha vizazi vyetu vijavyo vinanufaika na, na wao hawaishi katika ja, katika hali duni yenye umasikini uliokithiri kwa upande wake. Kaimu katibu mkuu wizara ya nishati na madini mhandisi Paul Masanja anasema mkutano huo una lengo la kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji miongoni mwa serikali na wananchi. Kwa hiyo, ili tuweze kuyavuna madini yaliyopo tuweze kuvuna gesi iliyopo kwa usalama na kwa manufaa ya taifa ni vizuri tukawa na mawasiliano na wadau wote ambayo yatalenga kunufaisha taifa letu. Kwa hiyo tumewaita wadau hawa kwa ajili ya kutoa maoni yao ili tuweze kuwa na huo mkakati wa miaka mitano ambao utatusaidia katika kuwasiliana na wadau kwenye swala zima la gesi na mafuta. Mkuu wa Wilaya ya Mtwara Fatma Salum na Shehe wa Mkoa wa Mtwara Nurdin Abdallah wamesema mkutano huo utasaidia kuondoa malalamiko miongoni mwa wananchi. Malalamiko makubwa yani, ukiyasikiliza ni mengi, lakini ni siwezi kuyaongea yote, lakini kwa ujumla yanakuwa yanasababishwa tu na wao kutokupata elimu ya kutosha ya faida ambazo zitapatikana moja kwa moja kwa wananchi zinazotokana na gesi na mafuta. Kwa hiyo kuwepo kwa mkutano huu kumetoa nafasi kwa wao wananchi kuweza kuzungumza kile cha kwao. Kwa mfano kuna baadhi ya wananchi walikuwa wanalalamika kwamba, tuliambiwa Mtwara itakuwa kama Dubai wakati gesi na mafuta ilivyogundulika, lakini mbona mpaka leo haijawa kama Dubai? Lakini baada ya mazungumzo walielewa ule uDubai unaomaanishwa ni nini, kwamba Mtwara inakuwa, miaka michache nyuma tulikuwa hatuna kiwanda hata kimoja, sasa hivi tuna kiwanda cha, cha saruji ambacho kimeshakamilika, muda wowote kitaanza kufanya kazi tuna kiwanda cha mbolea ambacho kinatarajiwa ujenzi wake kuanza muda si mrefu, lakini ukiangalia kuna viwanda vya kuchakata gesi ambavyo vipo na makampuni makubwa ambayo wanashiriki masuala mbalimbali yanahusiana na gesi. Kwa hiyo wananchi sasa wameweza kuelewa kwamba wao wanatakiwa wachakarike, ili kuweza kufaidika na hayo mafanikio. Sio mkutano kukosa sababu, ni mkutano unaokupeleka moja kwa moja kwenye maisha mazuri. Sasa maisha mazuri ni kutumia hivi vitu vya duniani v miti hii. Kwa kifupi, mazingira haya yote haya, ukayatumia vizuri, miti ukatumia vizuri, nyasi ukazitumia vizuri, maji ukatumia vizuri, madini ukatumia vizuri, mafuta ukatumia vizuri, na hiyo gesi nayo ukatumia vizuri. Ghania Jumbe, TBC, Dar es Salaam.